Sababu hapa kwetu Katanga ikihistoria hakuja wahi kuwa na vurugu yoyote ya kisiasa, na leo tumeona hapa wale ambao wabunge ambao walisimama wakang'atua Rigathi Gachagua, ambao wanashikilia Ruto wamekuja siku ile hapa kanisani na wakaanza vurugu wamekuja na vijana na, na, na, na, na, na wao, na pia wakaita polisi ili polisi iwazuie ama i protect wao vijana kama wanafanya uharibifu vii. Kama viongozi, revenge yetu tunaachia Mungu, kwa sababu sisi tunafanya kazi yetu kwenye kazi. Na kama tunakosea wananchi wanatukosoa, lakini kwa sababu wao wamekosa, wamekosa kitu inaitwa hope ya uongozi katika, katika mlima, ndio sasa wame resort mambo ya vita. Na niseme namna hii ni, ni ujinga tupu, kwa sababu unapiga mwenzako mke kiongozi, ukimuuliza nini wewe unasema kiti ya ya ya ya ya huyu kifaya ama huyu huyu keshofe haizi mama kiti ya ya ya women rep yeye ni mwanaume, yeye hataki kiti ya MCA, vita ni ya nini? Najua rais anakuja hapa wiki ijayo, na kama anakuja wiki ijayo, kuna imesemekana sisi kama viongozi ambao tunaongea sana tunyamazishwe na kutishwa na kudhurutishwa na kudhurubiwa, lakini tumesema tutaongea, hata watuue, watuvunje miguu, hata wakivunja waki magari yetu ni sawa tu. Mungu yuko bado kwa kiti, na tunasema namna hii ile kama walikuwa wanatupiga ili tunyamaze, tuseme mambo ya barabara ambayo Ruto mwenyee mwenyewe wakaja alikuja hapa mwaka uliopita mwaka wa Septemba akasema barabara ya wandohi kwenda pale kirwara diara na barabara ya kirwara kwenda kigio kwenda jogoo na barabara ya kutoka kirwara kwenda, kwenda pale kwa kimemu na barabara ya katanga gaos kwenda nagara na barabara ya kutoka pale panaitwa Gekenge kwenda kihumbwini zote alisema ameatahakikisha ya kwamba atazijenga, na yeye akaambia wananchi ni mimi mwenyewe nisimkushe ni tena. Akasema hiyo ni deni yake kwa watu wa Katanga. Na kama hiyo ndio kitu ambayo inawasumbua niwaambie namna hii, barabara si sisi viongozi barabara ni ya wananchi ambao walimpatia kura 87% na kwa hivyo, kama kuna kitu ambayo inaitwa deni, deni si yangu ya ama Nyoto ama Kivaia ama Gishofe ama, ama, ama kama viongozi. Deni ni ya wananchi ambao walimpatia kura na ambao pia 2027 atakuja kuomba kura na, wa mlima hakuja kuwa na vita ya siasa hata siku moja, lakini baada ya hii kejama yangu ambao mimi mwenyewe niliunda ya UDA kuja na ODM ndio wanaanza, wanakuja na vijana wanaanza kupiga wananchi. Nasema namna hii, wale watu mnapiga ni wale watupatia kura juzi juzi. Sisi tumedhurubiwa, tumetolewa viti ya bunge juzi juzi juzi, walitoa igaikashagwa katika uongozi juzi juzi, tukiona mazishi tunatumia vijana wa kutupiga. Juzi juzi tulikuwa pale, pale Nyeri tukatumia vijana wa kutupiga. the other day tukakuwa pale pale pale Limuru. The other day, jana tulikuwa kule Naivasha tukatumia askari kama mia moja watupige. Tusema namna hii kama mambo ya uongozi ama, ama kitu ambayo inaitwa ideas of, of ruling imeisha ndio watu wana resort kwa kitu kile moja tunaita primitive ways of doing things, mambo ya kuleta vurugu ili tusiongee ukweli. Na nimeona hata leo tumeambiwa tusiongee hii, tusiongee, tusiongee ile, lakini kitu ni moja, wananchi wanagojea ile mambo yote hii serikali ilisema itafanya. Si kazi yetu ni kuambia wananchi hiyo mambo, ikifanyika imefanywa, kama haijafanywa, lazima tuendelee kusema.